Ushirikiano mlionipa mwongeze kwa mkuu wetu wa mkoa, tumpe kila aina ya sapoti, na zaidi ya yote tumwombee, tuwe mkoa wa mfano unaoombea viongozi badala ya kulumbana nao kwenye mitandao na kuwatukana. Hawezi kufanya kila kitu peke yake, anahitaji ushirikiano ya wetu Tumwombee sana jamani, tumpe ushauri kwa upendo, na ikiwezekana si dhambi ukaja, nimekuja na mawazo haya, tuboreshe hiki na hiki, badala ya kutukana viongozi wetu na kutweza utu wao kwa sababu tu umekuwa na maoni tofauti juu ya jambo fulani. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaenda kwenye uchaguzi, na ukitazama hapa, nimeona madiwani wastaafu wapo, yupo na aliyekuwa meya wa jiji la Arusha namwona yangu Papa Msofe hapa kutoka Daraja Mbili, nimemwona ndugu yangu kutoka Sokoni Wani, tuko na madiwani wengi. Naomba jamani, mpunge mkono wastaafu wenzangu, lakini pia tunaye mstaafu aliyekuwa <laughs> Magu. Sasa amekuja yuko hapa Melu, ndugu yangu na kwa hiyo mkoa huu kwa kweli umejaa wastaafu anaekadazia umejaa wastaafu wenye umri mdogo na wenye umri mkubwa, ila usishangae, au wastaafu tena baada ya miezi miwili, wakabadilika wakawa watumishi. <coughs> <coughs> nitaka niseme kwamba kwa chama changu, na kishukuru sana mwenyekiti wangu wa chama mzee wetu Sabaya, umekuwa mlezi mwema nikikwambia ofisini kule nitakuwa kama na kunafikia, niseme mbele ya watu hawa, umetuongoza vyema, wewe na katibu wetu Matoloka, mmekuwa nguzo yetu katika uongozi, na mwenyekiti huyu ni mwenyekiti wa mfano aliyeenda kufanya ziara kila kata na kusikiliza kero za wananchi na mimi nilimpa wataalamu kuhakikisha kila anapokwenda awe na wataalamu yaliyohitajika, majibu yalipatikana. Yale ambayo hawakuhitajika tuliwasiliana, tukaweka mpango, lakini mahala pengine mwenyekiti alikuwa anamwambia mwenyekiti, sikiliza, cheo chako kikubwa, sogea mbele. Anaingia mpaka kwenye wizara kuhakikisha kwamba mkoa wetu unapata mafanikio. kwa namshukuru sana mwenyekiti wangu na na nawashukuru wote viongozi wa chama, na sasa kwa ngazi yangu mimi naamba huyu tena atakuwa mwenyekiti wako wewe, na huyu atakuwa katibu wako wewe. Mimi na nyemelea kuwa na mwenyekiti wangu mpya. Yuko wapi mwenyekiti wangu? hey! <laughs> Huyu mimi nakukabidhi, mimi naenda kupambana na huyu. Kwa hiyo mamo yetu atakuwa anaishia kwa boss wetu huyu, wewe utabaki katika ngazi ya mkoa. Lakini kwa kweli nawashukuru sana, nawashukuru viongozi wote. Kwa kweli leo nimejawa na furaha sana, moja kwa sababu sijafunguzwa kazi. Hakuna raha kuondoka mahala kwa kungatuka mwenyewe, sio unasuburi ufanya nini na nimejipanga kuishi <laughs> na kufurahia maisha. Kwa hiyo usiwe na huzuni ya kwamba baada ya hapa naenda wapi. Mshike jirani yako mkono, mwambie Makonda tunaye <laughs> <laughs> kwa hiyo msiwaze ya kwamba baada ya hapa a, mimi nipo. <laughs> na kwa neema ya Mungu tutaishi maisha ya amani ya upendo Amen, na yenye mafanikio. Kwa hiyo nakushukuru sana mwenyekiti, naomba unifikishie shukrani zangu kwa jumuiya zote, jumuiya ya UWT kwa mama yangu mwenyekiti kipenzi chetu zote, pamoja na mama yangu katibu wetu wa mkoa, jumuiya ya vijana mwenyekiti wangu wa mkoa, jumuiya ya wazazi mwenyekiti wangu wa wazazi, na kamati yote ya siasa ya mkoa, kwa kweli nimebarika sana na siku ukiwa na kikao cha kamati ya siasa tafurahi kuja kuwaaga na kuwashukuru kwa ushirikiano mkubwa na mapenzi makubwa tuliokuwa nayo. <coughs> Mwisho, mwisho siku wa muhimu, wilaya ya Arusha mjini ndio imenilea. Namshukuru sana mwenyekiti wangu wa wilaya na katibu wetu wa wilaya na jumuiya zote na hata kikundi cha hamasa mnachoona hapa ni kazi ya wilaya ya Arusha mjini. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niliwaahidi vijana wa hamasa wa Arusha watakuwa ni vijana wa tofauti, na ndio maana umeona leo wamekupigia. Oktoba tuna Oktoba tuna na huu mkoa tunashiriki uchaguzi Yaani, huu mkoa wa fayaje? Uchaguzi ufanyaje? Sisi hatususi uchaguzi, tunashiriki uchaguzi. Na kwa takwimu, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tume ya uchaguzi ilipoamua kuhuisha taarifa, iliweka malengo ya mkoa wa Arusha wananchi kujisajili, aidha kwa waliohamia au waliofikisha miaka ya kupiga kula, ikaweka idadi ya watu elfu 80, mbele ya uwanja huu wa ofisi za mkuu wa mkoa, mkoa naomba kukupa taarifa ya kwamba wananchi walijitokeza kwa wingi. Malengo ya juu yalikuwa watu elfu 80 na Arusha mkoa walijisajili na kuhuisha taarifa zao watu takribani elfu sabini na saba, na wakiwepo wapiga kura wapya elfu 56. Hiyo ni dalili ya kumwambia Daktari Samia Suluhu Hassan utakapoongea naye kwamba Arusha inashiriki uchaguzi na Makonda ni mgombea Arusha kwa sababu watu, dalili moja kuonyesha kwamba wanashiriki uchaguzi ni kwenda kufanya nini? Kama wamejiandikisha watu elfu sabini na saba ni zaidi ya asilimia tisini na ngapi na tano, maana yake ni mafanikio makubwa sana jamani. Ningitamani kumshukuru kila mtu na furaha nilionayo ni kwamba mpaka viongozi wa serikali za mitaa wenye viti wetu wamekuja hapa kukupokea. Viongozi wakata, wachama, wa kata wa chama cha mapinduzi wamekuja hapa kukupokea na jumuiya zote. Hii ni dalili ya kwamba wana upendo mkubwa kwako, lakini pia wana heshima kubwa kwa chama cha mapinduzi kwa kukupata wewe. Jamani, baada ya mari kusema hayo mengi, naomba nitumie fursa hii sasa kuambia kwa helini yeah, yeah, watumishi wote